So ladies and gentlemen, taniruhusu niulize swali ambalo ni swali zito sana, ambayo nilikuwa nalo kutoka juzi hapa, ambapo vurugu nzima hino na matayarisho mazima haya ya uchaguzi ndani ya nchi ya Tanzania yalipokuwa yanaanza, na mipangilio yote ilipokuwa inapangiliwa, na vitisho vyote vilivyokuwa vinatolewa, je, tunaanza kujiuliza, waandishi wa habari wa Tanzania wako wapi, wanaokuwa wakiandika hizi habari Tanzania na kueleza hali halisi ambavyo iko mitaani ndani ya Tanzania wako wapi? Wapo wale ambao ni mashuhuri ambao tunawajua ambao ni baadhi ya uh, kioo cha jamii ambao wanamiliki mpaka vituo vya redio ama wanamiliki mpaka vituo vya televisheni, lakini mwisho wa siku mambo kama haya tunayoyaona hayazungumziwi kamwe. Lakini the same people, watu hawa hawa ndio bado wanatupa habari zingine za kando. Nimejaribu tu leo asubuhi kuingia kwenye baadhi ya pages za wale ambao ni mabloggers wa Tanzania ama vile ambavyo Uh, ni moja ya sehemu ambazo Watanzania wanapenda sana kuenda kuangalia habari ama, uh, kutizama matukio ya kila siku uh, channel kama ya Si, si, uh, let's talk about Wasafi FM. Wasafi FM ambayo watu wengi wanajua kabisa ni mahali ambapo vijana wengi wanatazamia kwamba ingekuwa mojawapo ya kuangazia masuala mazima ambayo yanaendelea nchini, kupeperusha habari ambazo zinaendelea nchini, ili wajuze wananchi ambao wako ndani ya nchi na ambao wako nje ya nchi waweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea Tanzania, kwa sababu wanajulikana kwamba wale wako kwa Onde, lakini cha maajabu ni kwamba hakuna habari yoyote ambayo inaongelelewa kuhusiana na mpango mzima wa matokeo ambayo yalionekana jana usiku na jana alasiri. So tuzungumzie pia na Kings FM pia ambayo pia inamilikiwa na mtu ambaye ni mashuhuri pia Tanzania, lakini vilevile pia, hali kadhalika, hakuna habari yoyote ambayo imechapishwa pale. Nikienda kwenye simulizi na sauti ambayo mimi huipenda sana kutizama habari pia vilevile vile, ambapo cha maajabu na cha kustikisha ni kwamba hakuna kitu pia ambacho kimeangazia, mwisho wa siku tunapata wanazungumzia mambo ambayo yametokea Sudan pia. Okay, okay, it's okay. Habari zozote za kutoka nchi yoyote ile, mtu kutoka kokote kule anastahili azipeperushe kwa minajili ya kujuza yule ambaye hana zile habari, lakini endapo jambo limetokea hapa hapa, kwa nini mimi nisili? Choe. Lakini ukifuatilia ama ukijaribu kujaribu kuingia kiundani, ujue kiini na maana yao, kwa nini hawajapeperusha zile habari, watakwambia kwamba wamenyimwa uhuru wa kupeperusha habari tofauti tofauti, na wamesisitizwa kuambiwa ya kwamba kamwe kabisa wasizipeperushe hizi habari kwa sababu zitakuwa kambe, kama zinachochea vita. That's the response that you are going to get from these guys. Sio hilo tu peke yake. Uh, lengine watakwambia kwamba endapo tutapeperusha hizi habari basi tutapokonywa leseni ya kufanya kazi nchini. Kumaanisha kwamba mimi mwenye hichi chombo cha kupeperusha habari pamoja na wale ambao nimewaajiri tutakuwa tumepata hasara ya kutopata kazi ya kuendelea kuifanya. Hivyo basi inatushinda kupeperusha habari ambazo ni habari za muhimu sana. Ndio pale ambapo unaona kwamba ah, baadhi ya wananchi watashuka kwenye comment section, wakianza kutukana mtu yoyote yule ambaye ametoka sehemu nyingine ambaye amepeperusha habari ambazo ni za Tanzania, wakimwambia kwamba usipeperushe habari zetu, ng'ang'ana na habari za kwenu, wakati zile habari ambazo ziko kwetu hapa Tanzania unapata sisi tunapeperusha habari za nje ambazo kiukweli, okay, kulingana na wale ambao wana comment wanasema kwamba haziwahusu sisi, pia hazituhusu lakini, kwa sababu tuna ile ya kwamba we just need to make the public aware tu, yani wananchi wajue kitu gani kinaendelea na wajue vipi, vipi, watu, kwa sababu sahii let's be realistic at the moment. Uh, we are talking sahii tarehe kumi I, I mean, tarehe 30 mwezi wa kumi, saa hii kila mtu, kitu ambacho amekitegemea ni chombo cha habari kila mtu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania wametegemea vyombo vya habari ndio viwapashe wajue ni kitu gani kinachoendelea Tanzania, na ndio maana unapata serikali pia ina uwezo ama inatafuta njia ya kuzima hivi vyombo vya habari, ili visiwezi kupeperusha habari nje ya nchi, wasijue kitu gani kinaendelea ndani ya Tanzania. Na vile vile mabloggers wa Tanzania pia, wale ambao wanapeperusha hizi habari, nao pia vilevile wamefyata mikia yao, wamenyamaza awaongelelei hili swala. Wanasubiria mpaka watu jana, almost seven people were feared dead yesterday. Kuna video fulani niliona, jamani, tumesema tusitoke. Angalia sasa, mambo gani haya, polisi wanaua watu. Tunapata wale ambao wamepitia zile habari ni watu ambao followers kidogo, ni watu ambao subscriber zao ni kidogo, kumaanisha zile habari hazitafika mbali, hazitafika kokote, zitakaa pale pale kwenye ule mtandao mdogo wa ile awareness ku create awareness kule nje, ya kwamba jamani ni kubaya huko nje, msitoke. Haitawafikia ile awareness ku create awareness kwamba jamani, ni Tanzania sahii ni kubaya, ama baadhi sehemu fulani ya Tanzania sahii ni kubaya. Na kitu ambacho kinafanya paka hiyo sehemu iwe ni kubaya ni kwamba wananchi wanapigana kwa sababu wanataka reform. Na hizo reform ambazo tunaziongelelea ni hizi reform za kwamba, moja hapo ni kwamba kunakosekana uhuru wa kuzungumza ama uhuru wa kupeperusha habari kulingana na vile vitu ambavyo viko. Yaani, habari iko hii, habari ni ya ukweli, ni ya uhakika kabisa, nimeona hii habari ni ya ukweli, lakini siwezi ipeperusha mpaka nipate idhini kutoka kwenye chombo cha habari, kutoka shirika la habari nchini Tanzania ama kutoka kwenye serikali ya Tanzania. Why? Mwanahabari ni yule mtu ambaye anafaa awe na uhuru wa kupeperusha habari yoyote ambayo itatokea, iwe ni habari nzuri ama habari mbaya, ye bora aifikishe kwa mwananchi, amwambie mwananchi kwamba kuna kitu kimetokea mahali fulani na fulani. Mwananchi mwenye atajaji mwenyewe ataamua, je, ataenda kaangalie ama atakaa kwa nyumba atulie. Sio Tanzania pekeake, hata nchi za Arabuni pia ziko na shida hii hii ya kwamba hawataki wanahabari waweze kupeperusha habari ambazo ni mbaya. Yani ni habari imetokea ndani ya Warabuni, nchi yoyote ile Warabuni, ni habari mbaya, ni habari nzuri, lakini ukipeperusha habari nzuri watakusifia, upeperusha habari mbaya watakuchukua kufunge ndani. Kwa sababu gani? Wanakuambia unawachafulia jina. So sahii Tanzania wameambiwa kwamba kama jiji la Dar es Salam wameambiwa kwamba saa kumi na mbili wao wameingia ndani, wasionekane wakizunguka zunguka nje, it's okay ni moja ya sheria ambao wenyewe wale ambao wanataka kuleta usalama wanataka kuleta utulivu ndani ya Tanzania, wamesema kwamba hiyo ni njia moja ya kutuliza ile ugomvi ama kutuliza wale vijana ambao wanafanya uharibifu, kwa sababu siku zote, hata bibi msema, maandamano nayapenda sana, na maandamano na, kwa sababu ni haki ya kikatiba ya kila mtu, lakini endapo maandamano yatakuwa ya vita na endapo maandamano yatakuwa ya, ya bomoa na kuharibu mali basi hayo si maandamano. Yale niliona jana, sijui mkaa wa, wa, wa, shi, wa Shilole umechomwa duka la, la, Nenga Electronics limechomwa sijui, uh, vituo vya polisi sehemu tofauti tofauti vimechomwa mpaka nikaanza. Leo nimeingia tu kwa TikTok asubuhi, naona kuna baadhi ya wa Wakenya wengi sana wanasikia raha vile vituko mbao vinaendelea Tanzania, kwa sababu ya kwamba kuna kauli fulani ambayo ilitokea hapo awal, ambapo huyu Rais Samia Suluhu Hassan alijitokeza na kusema kwamba Watanzania uh, ni watu ambao wanajitambua. Kwa hivyo basi, wa Tanzania msikubali kuchoma nchi yenu, mkawafuata wale viumbe wa kule Kenya, ambao hakuzitaja Kenya, lakini alisema msiwafuate wale viumbe, majirani zetu, ambao wamechoma nchi yao na wameimaliza wanataka kuja kujachoma yetu. So Wakenya walikuwa wanasikia raha kwa kile kitu ambacho anakiona ambacho majenzi wa Tanzania wanakifanya wakati rais wao hakudhania hata siku moja ya kwamba anaweza kuifanya. Laiti polisi wasingeingilia kati na kuweka masharti makali makali na kuweka uh, uoga uoga, wangeachiliwa hivyo hivyo, Tanzania ingekuwa inachomeka vibaya zaidi hata kama zaidi hata ya Nepal nachomeka vibaya sana. Alafu isitoshe, yule ambaye amekuwa ndani ama wale ambao wametolewa wasi, uh, wasishiriki kwenye hii election ni watu ambao walikuwa na wafuasi wengi sana. Sasa hii imekuwa kama si maandamano ya Chadema peke yake eh? Ni maandamano ya wananchi wa Tanzania ambao wamechoka na uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan hivyo. Na kuna baadhi pia walikuwa wanaleta hapa wakisema kwamba Uh, ni vurugu la watu ambao hawataki uongozi wa Kiislamu. That's wrong, hiyo ni makosa makubwa sana. It's not about religious. It's about that person mwenyewe, yeye mtu mwenyewe. Uislamu hautaki watu watekane, lakini kwenye uongozi wa mama Samia watu wanatekwa. Lakini na sio kutekwa peke yake, watu wanatekwa na kiongozi ananyamaza hazungumzi kuhusu utekwaji. Nilitamani kidogo tu, angalau mama Samia Suluhu Hassan siku moja apande kwa gari kwenye kampeni zake aseme ya kwamba nikichukua hino hatua ya kuwa kiongozi wenu ama rais wenu hapa nchini, utekwaji wote nitahakikisha kwamba nimusimamisha hapa nchini, na wote wale ambao walitekwa nitahakikisha wamerejeshwa kwao majumbani. Nitamani hata siku moja aongee kitu kama kile na ukali na uchungu Am very much waniko na uhakika Watanzania wangeanza kumpenda na kuona kwamba yes huyu ndio rais ambaye tunamtaka. Ah, watu wangesema ah, basi hata ule utekaji huyu mama hauhusiki. Lakini kama wewe kile ukisimama, hauzungumzi kuhusu utekaji, unanyamaza. Paka sahii tukumbuke Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa imefika tarehe 30, kura zilipigwa tarehe 29. Mama Samia Suluhu Hassan alipiga kura mida ya saa tano. Mpaka sahii hajajitokeza kuongea na wananchi kuhusu maswala mazima ambayo yanaendelea, at least kuwanyamazisha ama kuwatuliza. Kwa nini? Amejua wazi kabisa jazba ambao wako nayo wananchi ni jazba ambayo ni kubwa sana. Nchi imemshinda.